Haleluya! Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Hongera kuingia mwezi wa pili, nami nataka nikubariki kwa neno kutoka kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa kwanza, sura ya tatu mstari wa sita na wa saba. Neno la Mungu linasema, mimi nalipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji bali Mungu akuzaye. Mpendwa wangu, umeingia mwezi wa pili ambao ni mwezi unaofuata baada ya mwezi wa kwanza. Na kwa dalili hii inakuonyesha kabisa kwamba mwaka wetu unazidi kukomaa. Mwezi wa pili Mungu akujalie kukua. Mungu akujalie kuongezeka katika kila eneo la maisha yake. Paulo anawaandikia wa Korinto, anasema, bali akuzaye ni Mungu. Mimi sijui lipi unalolifanya, lakini mwezi wa pili uwe mwezi wa maongezeko, uwe mwezi wa kukua. Bwana akufungulie milango ambayo haikuwahi kufunguliwa kwako. Roho Mtakatifu aongoze hatua zako zote, na ukawe mshindi katika mwezi wa pili. Mwezi wa pili usitindikiwe, mwezi wa pili usishindwe, mwezi wa pili ukastawi, mwezi wa pili ukafanikiwe. Bwana akakufanikishe katika njia zako zote. Ulalapo na uamkapo, nuru ya Kristo iangazie maisha yako. Ninakubariki katika mwezi wa pili. Yeye akuzaye ni Mungu akakuze kila idea ambayo umeanza kwa udogo. Hata kama mwanzo wako ulikuwa mdogo, lakini mwisho wako ukaongezeke sana. Ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mwezi wa pili, iweko baraka kuu kwako katika jina la Yesu, Amen.